Dada, mambo? Uko poa? Unaitwa nani? Kituenea. Enea, mm. Jina zuri. Asante. Sawa. Enea, he, heri ya mwaka mpya kwanza. Uko pia. Mwaka mpya umeingia vipi? Una mahusiano fresh kabisa? Mm, hapana. Hauna mahusiano. Hey, yeah. Jamani, jamani dada mzuri hivi. <laughs> Yeah. Social. Na ina maana social hamna? Yeah. Wavurana kabisa. Sasa dada yangu, unaomba ni wewe, umeonekana mtu wa tofauti kidogo, hauna mahusiano. Una muda gani hauna mahusiano? muda uh, kidogo muda kidogo. Eh, au mahusiano yamevunjika elfu mbili na ishirini na sita hapa au? <laughs> <Mpina wane. laughs> yeah. ni maamuzi tu <laughs> tano, yes, maamuzi. ah yeah. umeamua kuwa sawa <laughs> <laughs> <laughs> 2026 yeah, unaendelea kuwa single au kuna namna utafanya? Ni maamuzi pia. Ni maamuzi pia. Eh. Okay. Basi kwao unasubiri mtu sahihi ambaye maybe anakizi vigezo ambavyo unavihitaji? Um, ah si subiri hivyo, hapana. Tangali hapana. Ni ni, ni, ni ah basi <laughs> Ni vitu gani ambavyo ni favorite kwako? Mvulana awe navyo, maybe anaweza kuwa na yeye. Ngwani ah, sikilize, usikute ninavyo vyote hapo, kuna hey. <laughs> <laughs> Kijana wetu hapo pembeni mwenye via ni single, kwa sikuta like kiongea hivi no? Kwa nini huwezi kusema? Basi huyo, bila shaka ulishawahi kuwa na mahusiano <laughs> <laughs> ndio, ndio dada yangu, semesha ukweli mm -hmm. Wewe si una, una hofu ya Mungu ah, yeah. You know ulishawahi kuwa yeah. Yes, na mahusiano. Ulishawahi kuwa na mahusiano, umewahi, umewahi? Yes, lazima basi. Saa ina shida, ni vitu gani ambavyo vilikufanya ukaachana na mpenzi ambaye ulishawahi kuwa naye? Uliamua, um, um, uh, <laughs> a na kupenda, ulishawahi kumis uwepo wake kidogo? um, Ni moment gani ambayo ulishawahi kumis? kwa sababu bana, kuna momenti nikizikumbuka mimi na ex wangu nazimiss, kwa sababu nilikuwa na mahusiano ya mbali, ukaona kwamba fimbo ya mbali w <laughs> <Tumalizia. laughs> anakatunaomba <laughs> Sa utume salamu za mwaka mpya kwa watu wako watatu tu wa muhimu nini? Uh, natuma salamu zangu za mwaka mpya first kwa marafiki zangu wanasoma pawayudo. <laughs> pia ehe yeah. anatuma salamu zangu kwa marafiki zangu pia oh. ni wanayudombati wako, unaweza kutaja majina Uh, kule kweli kuna rafiki yangu anaitwa Antoni anasoma walimu. Antoni, yes. Antoni huyo, tumchunguze huyo Antoni kwanza. Na pili, kuna rafiki yangu anaitwa Sofia anasoma social. Yes, Sofia. Uh, sasa so, yuko single? Ah, uh, no. <laughs> <laughs> eh hey, woga, anachagua naga aliyokuwa uh, single tu anakuwa single mmoja. Watatu. <laughs> Watatu wanaitwa Beatrice Kansa. Yes, anasoma. Mbona anawake tu? So, a, watatu au ni watatu lakini rafiki yangu pia mtajuria ya, tunasema hapa eh hivyo nice, sawa. Tunashukuru tuna sana eh mm. Kuna mtu ambaye, kuna mkaka ambaye alishawahi kumuona ukasema bana, huyu mkaka natamani ningekuwa yeah, nao kwenye mahusiano? Nasema tu ajui. Ah, uh, no, sijui niangalie mimi, usikute naweza kaa kwanza Bae, sawa dada angu, tunashukuru, lakini unaweza ukatufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii TikTok kama Swahili Daily. Na nenda search Swahili Daily usiulike su, nafasi. Nenda Instagram search Swahili Daily. YouTube Swahili Daily. Yaani, daily ah, daily okay, ya kila siku Swahili yeah. Daily. Instagram, TikTok, Facebook hadi YouTube. Ila ukifika YouTube usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. Tunashukuru sana kwa muda wako. Happy New uh, Year mrembo.